Tunaingia kwenye mdahalo wetu kama nilivyokuarifu, hii leo tunazungumzia ruwaza ya uchumi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na sita na nilikuwa nimekuuliza maanake kuna zile takwimu ambazo zilitoka uh, mwezi wa Disemba, mwezi uliopita, uh, hadi hivi majuzi, uh, siku chache tu baada ya kuingia kwenye mwaka mpya, ambapo utafiti wa Infotrack ulikuwa unaonyesha kwamba asilimia 29 ya Wakenya walitarajia kuwa mwaka huu 2026 utakuwa bora zaidi, lakini asilimia 61 ikitarajia kuwa gharama ya maisha itapanda hata zaidi, na takriban nusu wanatarajia hali ya uchumi itakuwa mbaya zaidi, na ndio maana tunazungumzia ruwaza ya uchumi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Na tulikuwa tumekuuliza je, ni jambo gani moja ambalo serikali ya kaunti au taifa ikibadilisha itakupa wewe nafuu ya haraka? nambari ya rafa ni mbili mbili nne mbili mbili ya kupitia mtandao ya wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Wageni wetu studio ni tayari wameshafika, tuko naye Francis Kashanja ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wachuzi hapa Nairobi. Tuko naye Daktari Isaac Hassan ambaye ni mtaalamu wa uongozi na tuko naye CPA Profesa Elizabeth Kalunda ambaye ni mwenyekiti wa ISPAK. Labda tuanze na hili swala la uchumi. Sasa hivi tuko wapi kiuchumi? Maana kila mara kila mara tunaposikiza wakenya wanalalamika kwamba mambo ni magumu. Uh, profesa Kalunda sasa hivi uchumi ukoje? Okay, asante sana Mwashirima kwa kunialika katika kipindi hiki, na nataka kuwa kuwatakia wana watazamaji na wananchi mwaka mpya wenye fanaka. Uh, ya swali ambalo umeuliza ni swali, swali nzuri sana kwa sababu tukiangalia makaratasi ama mambo ambayo ya yameandikwa kwa uchumi inaonyesha kuwa uchumi unaendelea vizuri, hmm. Lakini ukiongea na mwananchi mwananchi anasema kwamba uchumi umekuwa mbaya kulinganisha na miaka ya baadaye, hmm. Na nataka na kujiunga na wananchi kwa sababu ukiangalia, uh, bei ya bidhaa ya chakula imepanda juu. Ukiangalia hali ya mvua mvua mwaka huu Uh, haikuwa mzuri. So ukiangalia, uh, ukiangalia vitu ambavyo vinatumika kupima uchumi kwa mwananchi wa kawaida, unaona kweli mambo si mazuri, na jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ndio uh, kusisitiza kwamba uchumi waendelee vizuri, ukiangalia mambo ya ajira. Uh, kuna watu wa Kenya wengi hawana kazi na ukiangalia katika system za shule uh, wanafunzi wa, wana ama wa, wale wamefanikiwa kumaliza shule tunatoa karibu elfu mbili kila mwa, I mean, milioni mbili kila mwaka mm -hmm. Lakini makazi, ajira ambayo, ambayo tunapata ni kama elfu, I mean, kama milioni moja mm -hmm. So, unaangalia hapo hakuna. Ukiangalia balance ya wale wamemaliza na wale wanataka kazi unaona kweli hapo hakuna, haija, haija, hakuna balance. Mm -hmm. So, uchumi kweli hauendelei vizuri, lakini ni vizuri kwamba uh, serikali ukiangalia the budget, uh, the budget policy statement kuna mipango ambayo wameweka kujaribu kusaidia uchumi iendelee, hmm. Na natumaini na, na, mambo hayo tutaangalia kwa kindani, hmm. ndio tujue kweli tutakuwa na maendeleo uh, kutakuwa na positive change ama tutabaki vile tulikuwa. Uh, Daktari Hassan, wakati ambapo serikali inasema uchumi uko sawa, lakini Mkenya analalamika kwamba mbona, mbona sioni tofauti bado uh, gharama ya, ya chakula iko juu, gharama ya bidhaa zingine iko juu. Ni sekta gani ambazo huwa zinaangaliwa ndio serikali eh, iseme kwamba uchumi uko sawa ama uchumi unaendelea kukua uh, masharima kwanza. Serikali, asante sana kwa kualika sisi, hapi ni ya mwaka huu sisi, <coughs> hatukuwa tumekutana <coughs> um, ya kwanza serikali huwa huangalia ni nini ndio Per capita yao GDP ni nini ndio inainua, na wakiangalia wanaangalia shughuli kama uh, uh, currency uh, inflation, wanaangalia upa, um, um, um, kazi ambayo watu hufanya ama jinsi ambaye uh, uh, kwa jumla watu wa, um, wan, wananchi wa kawaida wakiwa wakileta chakula kwa meza yao ni nini ndio cost yao iko? mm -hmm. Lakini kila kitu ukiangalia vizuri inadraiviwa na wages. Kenya vile profesa amesema hatuna, hatuna kazi ambayo inadumu mm -hmm. Kila kazi ambayo saa hizi hata serikali inaongea juu yake ni kazi ile inaitwa ya casuals yaani vibarua mm -hmm. mm -hmm. na utakuta huko kwa hizi manyumba ambayo zinajengwa vibarua ziko mingi sasa. mm -hmm. Lakini ukiangalia kibarua ni nini ndio inatakiwa ishughulikie. Kwa mfano, ukiwa Nairobi na unafanya kibarua, kibarua kwa siku utapata shilingi mia sita, lakini nyumba ile ya mwisho, ile rent inakuwa ni shilingi elfu kumi mahali ambapo watu husema inaweza kuwa ni mahali ambaye ni kawaida, watu wa kawaida huishi mali kuna dignity. Kuna dignity kidogo mm -hmm. na ukifanya hisabu ya shilingi mia sita na ufanye kazi bila weekend ni siku ishirini na sita Wacha tupunguze hata zingine zote siku nne tutoe tu mm -hmm. lakini kawaida inakuanga siku ishirini na mbili hiyo haitafika elfu nane Na sasa kama bei ya e, nyumba ni elfu kumi, utakuta chakula lazima iwe. mm -hmm. lazima ulipe school fees. mm -hmm. lazima upate transport. mm -hmm ile ya kupeleka wewe mahali ungefanya hiyo kibarua, mm -hmm. ambaye pia bei yake hivyo. Basi inamaanisha ukilinganisha hiyo, serikali wanaweza wakasema GDP yao imeenda kidogo mzuri, lakini kwa mwananchi wa kawaida, sababu ambaye hasikii ni kwamba hakuna kazi ya kudumu mm. ya pili, utakuta kila asubuhi Wakenya wakitembea. <coughs> sababu ni kwa sababu ile transportation ambayo inapeleka hawa mahali ya kazi hakuna, ile serikali imeleta unajua nchi zingine utakuta treni iko na bei yake ina, ina subsidizewa iko, iko ndogo mm -hmm. na mtu anaweza akaenda kibarua yake, arudi aanze kupata mapato yake, na abakishe zingine no. ya kutumia kwa mahitaji yake mm -hmm. Lakini hapa lazima uende kwa soko soko ya ma, watu ambayo Wakenya ambayo wamekuwa uh, commercialized Wakenya ambaye hawatai kujua mnyonge atakuwa nini kwa, ndio asubuhi ukiona watu wanatoka Kibra wanaenda kwa mahali ambayo ziko kibarua ki wanatembea miguu kilomita kumi, kilomita tano. Sasa mtu atembee asubuhi kilomita tano jioni arudi kilomita tano atengeneze shilingi mia sita. Ukiangalia hiyo vizuri inaka, maisha yake maisha yake haiko sawa kabisa, lakini uh-huh. ya mwisho uh-huh. si, sa, ni, eh, ni kwamba ukiona ile rural, Um, rural, uh, rural areas na urban areas mm -hmm. Equality yao haiko sawa. Huko rural areas watu wako maskini kabisa mm -hmm. Maskini kabisa mtu ambaye hawezi akapata hata kibarua kidogo mm -hmm. Na uta, utasikia kuwa watu huwa wana, wanaangamia uh, kwa ajili ya ukosefu wa chakula ama maji safi mm -hmm. Uh, Gashanja wewe ni mfanyabiashara biashara uh, na unasimamia wachuuzi hapa Nairobi. mm -hmm. Ni dalili gani ambazo nyinyi kama wachuuzi mnaangalia ili muweze kusema sawa, eh, uchumi unakuwa? Asante sana mashirima na watazamaji wetu. E, sisi kama wachuuzi, ile dalili tu tunaonaga ni wakati tunaweke, tunaweka vitu zetu za kuuza ama tunafungua hizo duka zetu, zingine zinabiagwa zina milango na zingine ziko na milango. mm -hmm. tukishafungua ile uuzaji ambayo tutapata pale ndio inatwambiaga venye ushumi iko okay. Tunashagaga saa zingine kusikia kwa, e, kwa runinga ama kwa redi ati ushumi inaendelea kukua sawa mm -hmm. Na sisi o, e, of the last kama miaka miwili, mitatu, in, kama miaka mitatu mm -hmm. hatujaona any change katika ushumi maana unaekelea vitu zako unataka ni vitu kwanza zile basic. kama guo kama hata vitu ambayo zinaguza mambo ya shule na unaona biashara iko chini kabisa mm -hmm. Sasa ndio unashindwa hii improvement ina inabiagwa huku kwingine, ni wapi mwananchi kama sisi, ama wafanyi biashara hawa wadogo wadogo mm -hmm. wanapaswa kuisikia ama kui kupatana nayo? mm -hmm. Maana unasikiaga tu imekuwa lakini haionekani kwa ground. Mm -hmm. Kwa ground ukienda mambo iko tofauti kabisa mm -hmm. Maana uchumi mm -hmm. vitu hazitebei mm -hmm. hata unashindwa unaweka vitu hapo zinashomeka na jua ama zinapata fubi mpaka inakuwa ni kama ile stoko tunaitaga dead stoko. Mm -hmm. Sasa shida ndio unashidwa nini, hii nchi iliendelea nini, pesa ilienda wapi yenye tulikuwa mm -hmm. tunafanyia biashara nayo mm -hmm. yes. Kwa hivyo kabla himi, ya hii miaka miwili ambayo unasema imepita mm -hmm. ulikuwa ukiwekelea bidhaa zako, tusema unapata shilingi ngapi ndio uweze kusema kweli serikali inafanya kitu, uchumi uko sawa? Okay, eh, kwanza pale kabla ya corona kiasi, mm -hmm. hapo kulikuwaga na biashara, ulikuwa unaweka vitu, unaona unauza, unapata faida, majukumu yako ya, ya kila siku unaweza kuya, ku, kuyalipia vizuri mm -hmm. Sasa ilipokuja hiyo mambo ya corona tuliona hiyo, tulielewa lakini mm -hmm. sasa after corona tuliona kulikuwa tu na improvement kidogo kidogo mm -hmm. but after that biashara ilifika mahali ikakwama, mm -hmm. ukashindwa sasa ukiweka hata zile vitu ambazo zinahitajika kila mtu anatumia kwake mm -hmm. Unashindwa hata wananchi wana, wana survive aje bila hizo vitu mm -hmm. Maana sisi ndio wale watu ambao tunapatanaga na wananchi wa wengi kabisa, klasi zote za wananchi mm -hmm. Ama wale wa middle class sasa mm -hmm. Unashindwa vitu zingine hata wana, wana, wana survive aje, lakini pia unaangalia unaona ni kweli. Eh, vile zile vitu kama tuseme ni vitu kidogo kidogo za shule kama hii ilikuwa muhula wa back to school mm -hmm. Kuna vitu kama socks tunauziaga za kwenda shule, kuna hizi unaona hata watoto wanaenda mm -hmm. tu na zile mzee mm hawabadilishi -hmm. ni zile zile tu. Profesa Keri Mora, waziri uh, wa fedha, mipango ya uchumi kutoka kaunti ya Muranga, asante sana kwa kuungana nasi uh, tumeanza tu kwa kuangazia yale mambo ambayo Wakenya wamesema katika uh, haya matokeo ya utafiti ya Infotrack ya hivi punde, labda naweza uh, kutueleza kaunti zinafanya nini ili kuhakikisha kwamba Mkenya ambaye yuko, yuko sema katika kaunti ya Muranga anakuwa na matumaini kwamba mwaka huu kiuchumi utakuwa bora zaidi kuliko mwaka jana. Asante sana kule, ashirima, asante sana. Ana pare Murang'a, a, kama vile umesikia a, uchumi yetu ni kama ya pande zote zingine za nchi yetu, na vile kama kaunti, serikali ya kaunti tunafanya ndio tusaidie wananchi wa kawaida asipate shida sana. Kwa every mwaka tukitengeneza budget, tunaangalia zile programs zinaweza kuinua wananchi wa kawaida, sana sana mambo ya health, kwa sababu tumeona hata pesa kidogo ama mia mbili hivi, hata pesa ya kwenda hospitali <clears throat> wananchi wanapata shida ya kupata hiyo pesa, unakuta watu wanaweza kufa kwa nyumba kwa sababu mtu hana mia mbili ya kuchukua bodaboda kuenda hospitali. So kwa kila bajeti tukitengeneza, hata ile tulikuwa tumetengeneza Juni 2025 tulihakikisha hiyo mashida yote ya chini inaweza dhuru mwananchi, tumeiangalia na tumepatia pesa kama hiyo mambo ya telemedicine uh, ulikuwa nakuta zamani mtu alikuwa anachukua pesa anaenda bari sana. mm -hmm, saa ingine sasa hawezi enda sasa, kwa sababu ya hiyo tumehakikisha tume, tume uh, hizo kompyuta za telemedicine ziko kwa every village. Naam, uh, Profesa kari Mora, shikilia tu hapo hapo, tutaendelea na mazungumzo haya, lakini kwa sasa uh,